Kuna komenti nyingi sana nimeziona Instagram wapi, watu tofauti tofauti watengeneza vikontent vyao na nini, wanajaribu kuelezea situasheni yangu ambayo hata wao hawaijui. Naomba niseme kitu kimoja, am business woman, mpaka uone nimetoka nimekuja mtandaoni kusema moja mbili tatu, haiko hivi. Tafadhali nisihusishwe mimi nifa kwa nilipofikia sasa hivi ujue, iko sababu ya msingi. Hakuna mtu kwenye hii dunia atakuwa na mtu mzuri ambaye anajua kabisa this person is my ride or die, kwa ulimwengu wa sasa hivi ulivyo, akamwacha mtu aondoke, tunaelewana. Mwenyezi Mungu alinipitisha gerezani makusudi, labda alinipitisha kule kuniambia, we mtoto, usipokuwa makini, ni huku tena nitakapokurudisha ni huku alinipitisha makusudi, kwamba ukiendelea kuna vitu kufumba macho ndo huku nitakapo kurudisha. Sitaki kuongea sana, najua mnanitriga, mnani mnanitriga, mna kuna vitu mnataka niongee, sito vizungumza mpaka siku mpaka siku itakapofika, mwenyewe ambaye anahusika na hili jambo lolote atakaponitriga na yeye ndo nitaongea. Kwa sasa hivi nilichokifanya ni, ni kuweka wazi mipaka boundaries, kwamba sina ushirikiano wa kibiashara na mtu yoyote, siushirikiani kibiashara na mtu yoyote, sina mahusiano na mtu yoyote, kwa heshima tu bila kusema sijui nini wala nini wala nini mimi. Ni bado ni mdogo sana. Ndio kwanza na miaka 26. Kuna vitu kwa afya yangu ya akili siwezi kuvihendo. Mlitaka niji hapa nimekufa, kwamba msikie tu Jenifa Jovini afariki dunia? Naombeni niache nyi wote mnaotengeneza vikontent, sijui mtu alisimama nawe akiwa gerezani kwa video ya dakika moja. Rafiki zangu walikuwa hawaji gerezani, mama wangu alikuwa haji gerezani kila siku, wadogo zangu walikuwa hawaji, na walikuwa wanakuja kila Jumamosi, walikuwa hawashuti video dukani. Mnajua maana ya, ni watu wachache sana wenye akili timamu watakaoweza kunielewa, watu wazima watakaoweza kunielewa mimi ndo najua Mwenyezi Mungu kaniepusha na kitu gani. Ni ndoa yangu ya kwanza kwake, ni ndoa yake ya pili, so please Msini trigger kutaka mimi niongee vitu sijui nifanye nini, sijui nifanye nini. Hakuna wana nisaidia kupokea barua za wanasheria dukani kwangu, hakuna. Kuna watu walikuwa bado wanadili na yule mtu, kwa sababu wanajua ni mtu ambaye yuko karibu yangu. Please, hili si jambo la siku moja, ni zaidi ya miaka miwili. Kwa hiyo niacheni. Mtu anasema inaonekana kabisa nifahana utulivu. Kuna siku niliwahi kuja mtandaoni kusema jamani, moja mbili tatu, naomba nisaidiwe hapa unakuja kusema nifa hana utulivu mimi ndio ni role model wa, wa wanawake wengi. Watakuja kuelewa wakati ukifika. Mwenyezi Mungu ata expose vitu tofauti kwa wakati sahihi, Allah atafanya kwa wakati sahihi. Kila mtu atavuna alichokipanda, nitavuna nilichokipanda na wengine wote waliowahi kuwa karibu yangu watavuna walioyapanda. Kila mtu atavuna alichokipanda. Labda binadamu sisi kwa sisi tuamue kubadilisha tabia zetu kwa siri, bila hata wetu wengine kujua, Mungu atatufanyia kheri, kwa sababu ni mwingi wa kusamehe. Tofauti na hapo, kila mtu atavuna alichokipanda. Sitaki eti mtu wa, mnaamini sana mitandao, ndo maana mnakuwa manipulated. Ni acheni.